Kwanza kabisa tulishawaambia watu especially Kagera, niliwaambia tamaa zao waziache. Nyangoro, ukiwa unatoka Iringa, kuna mlima unaitwa Nyangoro, una kona zisizopungua sabini. Niliwaambia tamaa waziache kwa sababu hapa Jamhuri sisi pia tuna tamaa zetu. Nadhani pia watu wote wameona tamaa zetu, tunakuwa machizi soka tukiwa hapa. Kwa hiyo ni kile ambacho tulikuwa tumejiandaa nacho, lakini siri kubwa ya sisi kufanya vizuri nisiwe muongo, nisiwe mnafiki, ni mashabiki. Mashabiki wamekuwa wakijitokeza kwa wingi, na sio tu kujaa, wamekuwa wakijaa, lakini ni wenye vibe kuanzia dakika ya kwanza ya mchezo mpaka ya mwisho. Kile kitu kinawafanya wachezaji wajikute wanadeni, wajikute wanadaiwa kitu fulani, wapate hata aibu kwamba e bwana, ikitokea tukafungwa inakuwaje huu umati wote wa watu? Kwa ile kitu kinasaidia, kina kuongeza morali kwa wachezaji. Kwa hiyo siri kubwa nisidanganye, ni mashabiki. Mechi hii ya leo, mechi iliyopita, na wapa mashabiki ni mechi yao, wao ndio ambao wameshinda na tunawashukuru sana. Mechi ya KMC tarehe 18, vibe ambalo umeliona hapa tunakwenda nalo Dar es Salaam, pale KMC kwenda kuchukua alama nyingine tatu. Nilishasema lengo sio tu kusalia ligi kuu, lengo ni kusalia ligi kuu kwenye nafasi nzuri, kwenye comfortable zone, kwenye ubaridi Ushanielewa vizuri, unafahamu vizuri ukishakuwa kwenye zile nafasi tano za juu, ukiachilia mbali sponsors kuja kuongeza fan base, lakini mdhamini wetu Azam naye pia kuna fungu analitoa kwa timu ambazo zinakuwa inakuwa e, kadi namba ambayo unakuwa uko nayo, basi kuna fungu ambayo unalipata. Kwa hiyo ile pia tunaihitaji, lakini pia tunataka ushindi kwenye eneo la timu iliyoingiza mashabiki kama ilivyokuwa uh, desturi yetu. Kwa hiyo hii ya leo na iliyopita. Ni mechi ya mashabiki, tunawashukuru wao. Hii, huu ushindi e, hey, ni wa kwao. Wao ulikuwa unamtafuta sana, sisi tunakupeleka kumuone shabiki ambaye ulikuwa unamtafuta kwa muda mrefu, huyu hapa, nipo sana. Huyu shabiki hey, kuanzia leo, hey, tunampa jina. Hey, jina, jina lako ni nani? Pepe Mapoda. Huyu anaitwa Pepe Mapoda lakini, hey, kuanzia leo ataitwa Pepe DJ FC. Pepe DJ FC. Umelikubali jina? So nimelikubali, yani mpaka limeshapita hilo, mahakama ikisha ruhusu, imeruhusu, haina kipingamizi. oh, Moses Mpunga ni mahakama ya majina. ya majina FC tena sio ya majina, yeah. majina ambayo yanaendana na, na, na kipaji kinachoendelea. kuna beki yangu nimeiona ile beki, sasa kucheza free hapa Afrika. yule beki atakuwa akacheze kafeli sana, aende yeah. Uturuki e, kafeli hapo ila yule pale begi nakwambia, hamna hapa. Kwanza hamna hela, So kununua. Yaani anafanya mnakuwa ya, siangalii mpira maana matokeo najua tayari, kama leo nimekuja na goli zangu mbili, kazi imeisha, na kula zangu zabibu nimetulia, hatuna mambo mengi, anayepita hapa machinjioni Lupaso ni kifosioa aje? So aje kajipanga hata kina na Fountain Gate ndugu yake, tunachinja hapa, hamna mtu anayetoka. Mashabiki mnajisikia aje mnapokuwa mbeona timu yenu inashinda? Yani, yani tunatamani mwendelezo huye moja mana, fly, kwa moja maana hii fly natupa saivi, Dodoma jiji hatuipati kwa timu yoyote Tanzania, tunajivunia timu yetu ya jiji na tunatambanayo na tuponayo mpaka kifo Boyo. pamoja sana imeanza ligi sijaikosa game hata moja, nashukuru Mungu. Sasa sahizi nimeanza kuonekana game za jioni. <laughs> <laughs> kwa kweli usafiri wazo bado sina, ila nilikuwa natamani kusafiri na na timu sasa. Huyu hapa ongea naye, tunakwenda Dar es Salaam tarehe 18 niko na pamoja na nyie, mkinipa supporta, nipo pamoja una na nyie. Unaenda unaenda kwa udhamini wasemaji Dar es Salaam, nashukuru Mungu, na Mungu nitafurahi sana sana, asante. Kwa nini unashangilia sanaaa? Nashangilia kwa anachokisema kaka wangu hapo. Eh, kushangilia nimefurahi hata na mimi hey, hey. Ningetamani niende huko Dar es Salaam nikacheki timu yangu ya Dodoma Jiji inavyolipa raha yeah. yeah. hey. hey. Kila mechi inayokuja hey, na, na, na kaka zetu hapo nje tukija tu tunaambiwa ingieni tu madogo, hatudai hela yoyote na ingi ukamshauri afanye nini kwenye michezo ya, aendelee kuwapa wachezaji hamasa hivyo hivyo, waendelee yeah. kuipambania timu. Ukitazama sasa hivi tumekaa nafasi ya sita. Eh, yeah, ni mafanikio makubwa sana sasa hivi, na sisi tukiwa na alama ngapi? thelathini na nne. Umetisha sana. Asante. Tumfikishie salamu. Sawa.